upya sio muumini sana wa, hivi sio sana wa viti maalum hususan ambavyo pengine haviwakilishi kundi fulani. Kuna viti hapa vitambulishi kundi fulani e, kwa mfano hmm, kiniambia labda tuwe na viti maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu hmm, tu, tuende kwenye makundi fulani tu au hmm, uh, sijui tufanyeje? Nadhani viti maalum tuviondoe, hata watu wenye ulemavu hmm kuwe kuna utaratibu wa kupata wabunge eh, kwenye kundi hilo au ndo tuweke kwenye viti maalum, sijui inachanganyikiwa, lakini kipi ambacho mahaluma, unaona wewe ni mbora, bora ukiniambia ukini, nikikuuliza katika hao mia moja kumi na ngapi, walio mia moja kumi na tano, unaona hapo kuna uwakilishi wa makundi gani? hilo la kundi kwa ambayo ninafahamu kwa haraka haraka, mm. Hilo la wenye ulemavu si ndio? mm -mm. we. au mia moja kumi na tano ukiulizwa tu viti maalum hawa unadhani wana mchango gani au wanawakilisha nini, utajibu nini? wanawakilisha wee maswala wa ya makundi, wa makundi sasa, yeah. <laughs> wanawasilisha makundi maalum, wanawakilisha hivi mm. Yani kama tuna mbunge Hmm. Anayewakilisha watu wote kwenye jimbo, iwe ni watu wenye ulemavu wapo jimboni kwake hmm. watu wenye wanawake sijui wapo kwenye jimbo lake eh, NGOs zipo kwenye jimbo lake, vijana wapo kwenye jimbo lake, kwa nini tunaongeza na makundi maalum? Anyway, basi tutengeneze makundi maalum kwenye eneo mahususi, sawa. Kama tunataka tuende na makundi, basi tuende nao kwenye vijana labda Eh, na hii itokee iwapo labda huku tunaona hakuna mtu ameingia kwa namna hiyo n tufanye kitu fulani, kupunguza idadi ya wabunge, kupunguza gharama za kuhudumia wabunge. Anaona, mtu anaona huyu mtu ameshindana kwenye jimbo lakini sasa ameshindwa, alafu tena namwona kwenye kundi kwenye uteuzi wa kundi maalum kwenye bunge viti maalum, mtu anajiuliza, ana nia ya dhati kutumikia? Kwa nini huyu watu... basi kama ni hivi asingeenda kwenye mchakato wa viti maalum moja kwa moja, afu kule akishindwa. Mimi kwa kweli, viti maalum inabidi ijadiliwe upya, lakini sasa itabidi hapo kubadili katiba, asi ndio tujadili tu katiba yetu bro Hey, najadilika mm -hmm. Vitu vingapi vinaweza kubadilika? Tunafanya tu vinavinaweaa amendment, amendment hapo basi, maisha yanaendelea. Sasa likutana na mganga mmoja jana akawa ameniuliza swali, unajua mganga wa hospitali au uh, tiba za asili <laughs> yeah. sio, sio, sio, sio watu wa, tio, pia tutofautishe kati ya waganga mm. na wapiga ramli <laughs> mm -hmm. E, hakuna tofauti kati ya mganga na mpiga ramli. Yule ambaye anakwambia kwamba wewe anayekuroga wewe mm. ni swicha wako, yule ni mpiga ramli mm. sawa. Ila anayekwambia unaumwa tumbo, sasa chukua mti huu koroga, na hiki twanga, unapona, na kweli unapona, yule ni daktari, I mean, ni mganga wa asili, daktari wa asili. Yule ambaye ukienda <laughs> ukapewa panado <laughs> akakupa sijui nani, ni tabibu pia. Yani uyo, ah, ni daktari. Sasa huyo wa kisasa, umenipoteza. akakwambia nini? Nilikutanae kweli? Okay, kuna mganga alikutana naye naye akaniuliza kwamba sisi, waganga viti maalumu vipi? <laughs> kama tunataka makundi maalum, kile kundi ninataka na mwakilishi wake. Sasa unaona, unaenda hadi kwenye jinsi mm -hmm. Kwa hiyo viti maalum ni makundi maalum, lakini kupa, kupitia wanawake <laughs>